Spika, utaona vile utanifanya kidogo tu. Aya, asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kinyata, mtetezi wa wanyonge. <laughs> e, nimesikia watu wakilalamika kuhusu mambo ya GEMA. Unajua imefika wakati muluhya aache kulalamika na mjaluo unakuja kulalamika hapa. Mambo ya media na nyini yenu muliharibu Amuna, hata media hata redio, redio yote inaoyawa Kikuyu na TV halafu okay, nalalamika hapa mambo ya redio muko na nini hapa? <laughs> nini muko naye hapa <ya> <laughs> my friend! lazima tubadilike, tubadilishe siasa zetu kama jamii

iko redio inaitwa, mimi nataka kusema hivi nangu, mimi nataka kusema hivi ya kwamba hata sisi kuna redio ambayo inajulikana kama Lolwe, lakini hawafiki. Ni local redio yenye isifika hapa Nairobi City. So, lazima tusimame kidete. Hii vitu ya pia ndogo ndogo mambo ya Gema, watu walijipanga. Nataka narudishe wacheluonzendu. Kuna wakati ulikuwa na media ambayo ilikuwa inajulikana kama kama sio Luo, ni Nyanza ambayo ilikuwa ni yetu, waliokula ni Godfather wao, ndio walichangia ba... wenyewe ni baba yako ambao unamfuata huyo huyo so tukiwa hapa sometimes, tukuwe watu ambao wamejua ya kwamba hii story ambayo tunaenda wapi na tumetoka wapi mm-hmm. Hiyo ndio mbapo tunataka so mimi nataka kusema mambo ya Gema tuwajana ya Gema, wao wamejipanga saa hii Walua wamebatika, wame wako na Yesu. Mesia anatembea wawataki Yesu Mesia yao, wanataka wanataka mwizi Barnaba. Sasa mnataka nini? Aa, hiyo ninauliza, mnataka nini? Yesu Mesihi anatembea tembea, mnataka munataka mwizi Baranaba. So ninyi mnataka Waluya. Swali nauliza mnataka nini? Mnataka mwizi Baranaba? Hey, na munawesa Yesu. So ninyi, mme, mme, ninyi mnafanana na wale watu wa Wayahudi ambao walisulubiza Yesu Kristo. Amutaki yenu, munataka ya wengine. Tatiza ya Western Region sio jamii ya Wakikuyu na sio jamii ya Gema. Tatizo ya Nyanza siyo jamii ya Gema tatizo ya Nyanza ni sisi wenyewe, sisi shida yetu ni tamaa. Wakati saa hii tunaona tuna, uongozi tuna ndio inataka kutoka Ruto, tunaingia mali uongozi inatoka hivyo, ndio kawaida yetu tuna, tuna, tuna, tuna, tuna bishana na uongozi. Uongozi unaenda pande ile, sisi tunaenda pande ile, tunaanza maandamano. Umeibiwa oh, watu na nani? Mjukuambi Eh. Mimi nataka kuambia jamii, Mheshimiwa Spika. <laughs> siasa is about interest but we as Luos and and Western hey, ya kwamba ni siasa ya tumbo. Mudawadi akinaona anafikiri wali amenona. <laughs> Raila akipata nafikiriajaawajaruu japata, hiyo ndio siasa ambayo tunaendelea kubadilisha. Kikuyu, common man kama mimi, mbunge anamtii, lakini sisi tunapata matiaxi ya, ya wabunge But hakuna mukikuyu hata akimbiza mbunge Mheshimiwa, never. Okay. Never. Okay. Mheshimiwa Speaker. Hii ndio jambo ambalo mina... kereka nikisikia hapa ati muda ananiambia my friend, Kikuyu want to rule. Until yeah. Sisi tupate kuwa wajanja. Want to rule, want to rule Kenya. Hapo want to rule. We must to change our politics. 1.3 imetolewa na nani? Mbadi, awezi jie kifele hiyo pesa maenda wapi? So, si ndio wanatumia nae kwa Adisa Mombasa, wakilandarenda nae Lore. Si ndio hiyo kwa wanatumia nae Malizia My Yimjoo friend wa shimwa sikika. Hizi ndio siasa ambayo tuweta kubadilisha. Na malizia nikiambia wa Luya, wakati imefika muangalie mbele. Saa hiyo uongozi ukipiga saa hiyo siasa Kenya, uongozi naenda western kabisa. Na bado unasikia nulea na, na, na pinga nafuata Wetangula. Wetangula kusaidia nini? Mutu bado anafuata tumbo kubwa, ati mradi ya prime minister. Fuateni Yesu Mesia. Mume barikiwa na anatembea mkao huko. Mume barikiwa na Cleophas Malala mkao huko ndani. <laughs> yes, yes, yes. Wacheni mambo kubisha, ni uongozi <laughs> Waluya, sai jambo iko sawa kwenu. Kama kuna watu ambao wana faida ni Waluya wako na Malala, ambao wajua nini wataka Wako naniambia, wanajua nini wataka, wako na Sifuna, wao wanajua nini wataka. Sasa hii bado naambia, yooo, sijui my friend. Grab opportunity ikikuja chukua, na waliochukua saa opocuni. Ruto Karuto, msikubali mwizi Baranaba, munaaza Yesu na natembea, mtalia baadaye, baadaye, mjuki spika